Ha, habari, karibu katika chaneli yako pendwa kwa update zote ja za ajira elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo tunakwenda kuangalia wale walioitwa kwenye usaili kusimamia vituo vya kupigia kura katika jimbo la Kibiti. Na usaili huu utakwenda kufanyika siku ya tarehe nane ambao ni siku ya kesho tarehe nane mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano katika maeneo ya fuatayo, saa saba na nusu mchana. Fika na kalamu ya kuandikia, kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura. Namba yako ya kwenye orodha ndo namba yako ya mtihani. Kila mtainiwa atajigaramia kwa kila kitu siku ya usaili. Kata na mahali ambapo usaili utaweza kufanyika: kata ya Mbuchi Maparoni shule ya msingi Mbwera Kiongoroni, shule ya msingi Ruma na Ruaruke, Mtunda na Mchukwi, shule ya sekondari Ruaruke, Salale, Msala na Mahege, shule ya sekondari Nyamisati, Bungu, Mjawa, Mlazi, Mwambao, shule ya msingi Itonga, Kibiti, Mtawanya, Dimani, shule ya sekondari Kibiti. Kwa hiyo kama uliomba Aa, katika wilaya au jimbo la Kibiti basi hakikisha unafika katika usaili siku ambayo imeorodheshwa katika tangazo hili. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine, ili waweze kupata majina yao ya wali wale walioweza kuitwa katika usaili. Asante na karibu.